Koma. Utaratibu wangu ni ule ule tu, napenda kukaribisha wewe kwa sababu kila muungwana anapenda kusikia nda zake za masikio zinapokea neno karibu, neno mbugi, na ndio neno la kiungwana. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili, mwite Salim Mwanangwa wa Ahmed. Leo katika mradi Koma, kwenye dawati langu nina watu heavyweight eh, na watu kweli kweli, nina mfanya biashara hapa, watu wenye mgogoro na TRA eh. <laughs> Alafu nina daktari eh, karibuni, asante sana, okay. Mm -hmm. Nikianza na madamu hapa, jina lako? mimi naitwa Ramla Chiza. Ramla Chiza mm. -hmm. au na AK, wewe AK? <laughs> Lona. Lona kwa nini Lona? Ah, Lona ni jina la bibi yangu. Eh. Nilipokuwa mdogo nilikuwa nafanya naye sana. Eh. Yeah. Kwa hiyo tukaniita Lona mdogo, Lona mdogo yuko yeah. weka. Kwa AK. Eh, yeah, nikachukulia AK na kwenye mambo ya kuigiza tena ndo. Okay. Jina ambalo linatamba sana. Okay, karibu. Asante na shukuru yeah. Karibu ndugu yangu, asante sana mm -hmm. Mimi naitwa Dr. Musa Mpayo mm -hmm. Uh, ni ni ni daktari. Okay. ni saikolojia mm -hmm. lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Yeah. Uh, utatusaidia mengi leo hapa kwa sababu <laughs> kama mwanasaikolojia utatusaidia pia. mm -hmm. Lakini kama mtumishi wa Mungu Eh, lazima pia u, u, u, utuachie baraka hapa eh, manake swala la, la la la haya mambo nimeona hata Simba wamejaribu kualika ku, ku, watu ku, wa Mungu Mungu eh, eh, na wamefanya maajabu, wamevuka kabisa kabisa. Ukivuta upako karibu na jambo, lazima litokee kama kama kama, kama, kama bwana wewe utatuachia na baraka hizi hapa mm -hmm. ikoma itafika tunapotaraji ifike, yani imeisha ime. hiyo <laughs> asante sana mm -hmm. eh, leo mezani hapa nina kitu kimoja ambacho kimsingi kinaweza kuonekana kina kina ukawaida, lakini uh -huh. Uh, kina, kina, kinataka kipate fikra zingine fikra tundu hizi iweze kukifikia malengo mm -hmm. Uh, kwa nini swala la msamaha mm -hmm. limekuwa aghlabu sana watu kusamehana mm -hmm. ingali bado tunajua kwamba binadamu ni, ni si mkamilifu, watu wanaelewa kama binadamu si mkamilifu mm -hmm. Eh, na ndio maana akaitwa binadamu yeah. lakini kwa nini msamaha unakuwa uchukui nafasi? Tuanze kwako daktari. Aha, okay. Ho hoja, hoja pande zote, pande zote. <laughs> eh, labda nikianza kisaikolojia kisaikolojia ki, unajua eh, msamaha ni jambo ambalo halipo katika mwili lipo mm. kwenye naps mm. kwa hiyo ni jambo la kihisia, kwa hiyo linakuwa linagusa hisia, mm. eh, dinagusa, eh, hisia. Mm. na ndio maana inakuwa si vyepesi sana mtu kuachilia, kwa sababu eh, linakuwa na mizengwe mingi, limeanza na vitu vingi mm. kabla ya ya kusamehe kuna maswali mengi ya kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini. Na kwa sababu ya na hisia, msamaha unakuwa mgumu kadri ambavyo kunakuwa na ukaribu wa kihisia. Kwa hiyo ndio maana msamaha wa wapenzi ni mgumu kuliko msamaha wa watu baki msamaha wa mtu ambaye huna hisia naye za karibu ni rahisi kumsamehe, kwa sababu e, yale maswali ya kwanini kwake sio mengi mm. Ya, lakini ki, nikija kiroho kidini e, msamaha ni <laughs> jambo e, <laughs> gumu ambalo mwanadamu ni kama vile alisahau kuumbiwa nalo, na ndio maana limetoka kama tangazo na tangazo lenyewe limehusishwa na hukumu. Wanaosoma e, maandiko, unaona kuna sehemu anasema usiposamehe hautasamehewa. Kwa hiyo maanake ni kama vile unapigwa pini, yani kwamba ili, ili, ili usamehewe, basi samehe kwanza. Yani kama kota pini inakuchuma ndio uko chini. Kwa hiyo maanake ni kitu ambacho sio chepesi kwa binadamu. usiposamehe kwa... Hausamehewi, hawezi kusamehewa. Kwa hiyo kwa nini ni ngumu? Mm. Cha kwanza ni kwa sababu ni jambo linaloshika hisia. Mm. Ni jambo ambalo sio jepesi jepesi, lipo mm. kwenye hisia mm, lakini jambo la pili, ili nimwachie mfanya na mfanyabiashara na yeye aseme kama wanasameheana huko kwenye, kwenye biashara eh. Eh, jambo la pili eh, ni ugumu wa, wa utu. Uh, mtu mara nyingi sana anapokosewa anadhani amedhalilishwa utu wake, kwa hiyo anadhani hajaoneshwa thamani. Utu unapokosekana kwenye thamani yake, mara nyingi mtu anaweza akafanya lolote. Ndio hilo ukisikia mwanadamu amekuwa mnyama, ni kwa sababu ya kukosewa utu. <laughs> <laughs> mfanya biashara unasema una, una nini eh? kwa nini msamaha unakuwa hivyo na wakati binadamu hajakamilika? Yaani mi kwa upande wangu nafikiri ni watu wamekosa hofu ya Mungu mm. Na swala la msamaha ni imani, najua kama mtu au mwamini, yani mtu ameshakukosea kukosea mm. Alafu umwamini, huwezi kumsamehe mm unaweza ukamsamea, alafu kesho akarudia kitu kile kile, anarudia kitu kile kile, mara tatu, mara nne mm. Unajikuta kwamba ah, hasa kwa nini namsamea huyu na wakati anarudia kitu kile kile, ina maana mm. pia hajifunzi ile. Kwako samee saba mara sabini haipo ah, yaani unaweza ukasamea hata mara hamsini eh. Eh, mara mia ukavuka maandiko mpaka mtu akapitiza mpaka mara hamsini, mara mia, mara sabini inapita eh. mm. lakini mtu abadiliki ba- baba yangu nyumbani unamsamehe <laughs> baba nyumbani anasamehewa, kuna wakati ya samehe, nategemea nategemea sasa <laughs> unaona ubaya ulipo hapo, anasema unamsamehe mtu lakini habadiliki dio. Hapo sasa ndio penye ubaya hmm, hatusamehi ili mtu abadilike hmm, tunasamehe kilichopita, yaani mtu kuna kitu kafanya, hmm. unaachilia hmm, kwa sababu kusamehe mbele yake kuna kuambatana dio. Watu wengi ndio wanachanganya hapo hmm, kwamba unaweza kumsamehe mtu na bado usiambatane naye ila unaweza kumsamehe mtu na ukaambatana naye. Kwa nini? Kwa sababu kuto kusamehe hasara nyingi zipo kwako. mm. Yani mimi usiponisamehe wewe, ndio utakae kosa kula, wewe ndio utakae kosa usingizi, wewe ndio utakaepata presha, wewe ndio sukari itapanda, ni wewe, sio mimi ambaye hujanisamehe. Lakini ukisamehe unakuwa umeachilia ile donge. Asa kuambatana na mimi au kutokuambatana ni kulingana, e, yani na hasara ya, au faida niliyoileta. Uh, yani kwa mfano, yeye huyu si mfanyabiashara, ana mtu dukani ni mwizi anamwibia, labda anafanya mtaji wake uende vibaya, lakini ni, ni mfanya kazi, kazi mzuri. Kwa hiyo nabidi, kwa kwanza a, amsamehe ili uchungu ule utoke. Cha pili ndio afikirie huyu mtu niendelee naye kazini au ni mwache, yaani niambatane naye au nisiambatane naye. Sasa kama ataambatana naye, maanake sikuna masharti ataweka mapya, anaweza kafunga kamera, si anaweza kafanya nini. Kwa hiyo hatusamehi ili mtu abadilike, tunasamehe kwanza kuachilia lile donge lile eh. hmm. Unasikia, umenielewa vizuri. Tunamsamehe baba nyumbani, mm. au mfanya mfanyakazi ambao umemwajiri kwenye biashara zake, ili mm. kuliachia lile donge mm -hmm. eh, swala so, la kuambatana ni hiari na mukhtari. Sawa sawa, sahihi kabisa. uh -huh. Dokta yuko sahihi. Sasa nataka nimuulize, kwa mfano kama baba nyumbani hmm. nimemsamee hatuwasamehe hmm. Atu, tuambatane hmm. nao kwao, ninavyomsamehe baba ni mwache hmm. aende na maisha yake, kwa sababu alishanikosea alafu nikamsamee hmm. aende na maisha yake, au nimsamee niendelee kumpa nafasi za kumsamee kwa sababu umesema unamsamehe alafu unachagua kuambatana naye uto kuambatana naye, hapo sijakuelewa kidogo, dokta. Imekaaje? Toa mfano, kwa mfano kwenye nini alafu umemsamehe hicho, ili mi nijibu kwenye hito. Kwa mfano, yuko nyumbani, uh -huh. nyumbani, nimemfumania labda, uh -huh. nyumbani. pale nyumbani uh -huh. kuna dada <laughs> wa kazi hivi na hivi, sawa. Haya, kwa hiyo natakiwa nimsamehe, alafu uh -huh. siambatane naye? Ni mume wangu, tumekula kiapo na nini, ah, niachane naye? Umemfumania? Ndio. hmm. mume wako umemfumania jana sasa una, unataka umsamehe leo kwa ajili ya kubadilika kesho, au unataka kwanza umalizane na lile la jana? Tunafumaniwa <laughs> sasa. Kwenye kufumaniwa hapo, uh, cha kwanza ni kukosa nidhamu, kwa sababu kwa kawaida tunasema mwanaume usichiti. Hicho ni cha kwanza, lakini cha pili, kama uko kwenye majaribio hayo ya kuwacha kuchiti, basi usi, usifumaniwe kizembe E, e, e, uwe na nidhamu, uwe na nidhamu. Unatembeaje mpaka unakutwa? Unakutwaje? Usifumaniwe kizembe. Unajua katika kufumaniwa kubwa sio umefumaniwaje. Unajua hawa wanawake wanajua kabisa wanaume hawajatulia, wanajua vizuri kabisa. e, -ana, ni kweli anasema <laughs> daktari, mnajua kama, kama wanaume e, hatujatamalaki ni kweli tunajua, lakini sasa naona kama daktari kuna kitu fulani anakihalalisha hapa, kwamba jitahidi usifumaniwe kizembe yaani, kwamba daktari anahalalisha kwamba hicho kitu ni halali. Hiyo ha, ni mara ya pili nimesema, mara ya kwanza. hmm. usichiti Usifumani. Yani usichiti, maanake mwanaume baki na huyu uliye naye mm. Lakini kuna yule ambaye yupo kwenye huo mpango wa kuacha sasa kuchiti, manake mm. bado anaendelea, lakini anapunguza, punguza. Sasa huyo ndio tunamwambia basi kama bado unaendelea mm. usifumaniwe kizembe. kwa nini asiache tu kabisa? Ndio yupo kwenye habari za kuacha <laughs> sasa hapo tofauti ya mwanaume na mwanamke ndio hiyo, kwa sababu mwanamke si anaenda kihisia, kwa hiyo anatamani eh, kama ndoo ya maji imejaa akisema hii ndoo isiwe na maji mm. mwaga maji lakini kwa mwanaume mm. ni hatua, ni mchakato. Kila kitu anakipeleka kwenye mchakato kwamba mm. ok, kwa nini niliingia kule? Ni yeah. kwa sababu nilibaini mapungufu moja mbili tatu kwao, acha niyafanyie. Kwa sababu ya mapungufu aliona, sasa anaweza akaingia, kwa sababu kuna mapungufu ameona labda kwenye mm. kwenye kwa, kwa, kwa mfano kwa huyu anaposema labda mume wake kachiti, kwa nini amechiti? Inawezekana ni tamaa mm. lakini inawezekana kuna vitu havipo sawa ndani, kwa hiyo hivyo vitu ndio wapo kwenye kujadiliana. Hapana, yani kwanza niko kwa daktari. Daktari alivyosema kwamba wa, wanaume yani kuna mapungufu umeongelea kwamba unaweza kuta kule nyumbani kuna mapungufu eh, eh. Mapungufu anao kila mtu yani, wewe una mapungufu na mimi na mapungufu, na ndio tulikoanzia mwanzo kwamba binadamu ana mapungufu na lazima asamehewe, na ndio maana tupo kwenye mada hiyo sasa ya kusamehe, kwamba mimi umenichiti jana, hebu ndio unajua nanishambulia. Sikiliza, nimwambie daktari, yani ukisema swala la mapungufu unakosea. Kwa sababu gani? Mm. Sisi binadamu hatujakamilika. Mwanamke mm. ana mapungufu yake na mm. mwanaume ana mapungufu yake kwa kama mimi nimeamua kuwa mke wa wako mm. jua kwamba mimi pia nimeamua kuvumilia mapungufu yako mm. kwao yeah, na unatakiwa uyavumilie kwangu kwa mm -hmm. ukisema kwamba nimechukua niko na mkangu ndani, alafu nimegundua kule nje na na kuna huku ndani kuna mapungufu, naenda kuchiti nje mm. kwao na mimi mapungufu yangu ninachukulia kama nani advantage, ngachiti nje eh uh hiyo -huh. e, kitu si sawa yani e, chukua mapungufu yani mwanamke na mwanaume tunakuwa hivi yeah, kama vidole tukishaingiliana yeah, hivi na mtu tumefix mapungufu yetu sawa. Sasa unajua changamoto iko wapi? ipo kwenye majela wanayoyatengeneza wanawake. Unajua kuna mwanamke Ke, akikukuta na kosa, anapiga libiti vitu vyake, kwamba kwanzia leo usiniguse, kwanzia leo usifanye hiki. Kwa hiyo unaweza ukawa unakula chakula lakini huli, eh. Sasa hiyo eh, ndiyo inayouma yaani, eh, kwamba sasa kula nakula na kula na, na, naoga vizuri lakini umelewa kidogo, tunazungumza kwa lugha kidogo eh, kwamba chakula nyumbani na kula lakini sivi sasa njaa inakuwa kubwa, ndio. Njaa inakuwa kubwa leo na kesho, unakuta ni mwaka mmoja, kuna watu miaka miwili mpaka abadilike. Mtu anambia nimeshabadilika lakini hii njaa ndio inasababisha niendelee kutoka huko nje. Kwa hiyo maana yake wapunguze majela, ndio. Wapunguze vifungo, kwamba ukimsamee mtu achilia, endelea, maisha yaendelee, lakini sio unamsamee afu unasema wesi unaenda kwa fulani, wesi ulifraidi kule, sasa huli hapa. Hapana. <laughs> Mi napingana na dokta hapo kidogo. Ngoja eh, nikwambie kitu dokta. Yaani kwenye haya maisha hakuna mwanamke mkorofi. Yaani kama ni ukorofi, ah, niache tulia kwanza ah, tulia hapo hapo. Yaani kama ni ukorofi uh -huh. Mimi kuwa mkorofi ah. Au mimi kubadilika ni sababu yako wewe. Yaani mi siwezi kubadilika bila sababu. Hakuna mwanamke anabadilika bila sababu. Sasa hapo ndio ugomvi ulipo kati ya wanawake na wanaume ah. Wanawake wengi wanadhani mapungufu yao yanaletwa na wanaume hmm. Kumbe ni mapungufu yao. Yani, ya wenyewe hey, hey. yaani kuna mwanamke unajua, kuna mwanamke ni mgomvi, kuna mwanamke ni mkorofi utabu tabia. Kuna, kuna tabia ni ngozi, kuna tabia ya mtu ni iko hivyo. Sasa kuna mwanamke mwingine anasema mimi nimekuwa hivi kwa sababu yako. Ah-ah, haupaswi kuwa namna yoyote ile kwa sababu ya mtu. Wewe unatakiwa uendelee na ile tabia yako, uendelee na ule wema wako, uendelee kutimiza majukumu. Kwa mfano mtu kakukosea, labda kakutusi, kwa nini wewe mki, mkiwa ndani asile wakati kutusi huko sebleni kwamba yani, inahusiana nini? Ei, inahusiana chakula nini? Changu swala la matusi ambayo tumetukana na yaani mtu umeshamuuzi muuzi eh. Amekufumania eh. Amekuta si una wanawake mia eh. Mambo hayaendi, maisha ni magumu, anakuvumilia hiyo eh. Nguvu ya kukupikia chakula hicho unachokitaka anakipata wapi? Yaani, nguvu inatoka wapi? Unasusa, unaamua kumsusa, inakatisha tamaa. Jamani, hivi vitu vinavunja sana moyo. Jikaze as long as ni wewe ambao umetafuta matatizo kuyaleta huku ndani. Jikaze tutufanye hivi, tatizo ni la kwako wewe, unajinunisha tu wewe. unakuwa umeamua wewe kununa ile nunu unamnunia nunu, nunu, nunu, nunu, nunu, nani wewe unakuwa ume- umeitengeneza wanawake wa binafsi sehemu gani? Uh, mimi naweza nikaomba ruksa ya kwenda sehemu nikichelewa kurudi mm -hmm. Inawezekana ukanuna wewe mm -hmm. Ila wewe unaweza kuniomba ruksa ya kwenda sehemu ukichelewa kurudi bado tutataka kunionyesha kama uhalali wa wewe kuchelewa kurudi kwamba mm -hmm. Yaliyotokea kule yote kimkini mimi niyapokee Aa, achana na kosa langu mm -hmm. kwamba mimi nimejinunisha chakula tu. Umenipa chakula changu umenipa, yani tunarudi tu pale pale mwanamke hawezi kununa bila sababu, Ae. tukubali tukatae, hmm. wala mwanamke hawezi kufanya kitu chochote kumfanyia mume wake, sio chakula mpi, sio nini, bila sababu. Lazima dada, zipo sababu, na una mnatakiwa dada, dada, unajua wanawake vizuri. E, mi ni mwanamke kwa nini sijui wanawake? Mi ni mwanamke na nimeongea hapa, ni mwanamke. Kwa hiyo mi ni sauti ya wanawake. Daktari, turudishe kidogo, kwa nini msamaha unakuwa ni tatizo na binadamu tumeumbiwa kwa mapungufu sisi? Uh, mi nadhani eh, hapa tunapaswa sasa kujua kwamba kusamehe ni tangazo. Kusamehe ni tangazo unalomtangazia mtu kwamba nimeona ulichokifanya na nimeamua eh, kuachilia upande wangu. Kwa sababu usipoachilia utajenga kisasi. Hicho kitakuumiza wewe. Uh, unajua ugumu kwenye kusamehe ni mkubwa kiasi cha kwamba angalia mpaka aliyetoa hesabu akasema Bwana Petro Samehe hata saba mara sabini saba mara sabini. mm. ni mia nne tisini mm. alafu hiyo hesabu ilikuwa inaisha saa kumi na mbili jioni yani, hesabu yoyote ya msamaha inaisha kabla jua halijaenda magharibi. kwa hiyo <laughs> kwa hiyo mtu mmoja akikukosea, mimi leo nimesoma, ehe <laughs> mtu mmoja akikukosea mara mia nne tisini mm. bado anasema bado msamehe. Kwa nini? Kwa sababu kusamehe faida nyingi za kiafya za kisaikolojia na za kiroho zipo kwako. Nimeshasema ya kiroho ni kwamba ukitaka na wewe rehema kwenye mambo yako mm. lazima utoe rehema kwa wengine. Lakini za kisaikolojia ni ile kwamba unatoa lile donge kisasi na ile hali ya chuki ndani yako mm. unakuwa ume, ume, umelilifu, umepata umepata hueni kubwa sana na za kiafya mm. kuto kusamehe kunasababisha hautalala usingizi. Hawa watu ambao wanakuwa na chuki ndiyo anakuwa nayo. Hmm. anakuwa na jealous. Hmm, tunawambia nini hawa? Uh, cha kwanza nabidi wajifunze. Unajua, kusamehe ni kitu ambacho mtu anajifunza. Kusamehe ni kama kutenda wema, na ugumu ulipo ni ni kulimbikiza mambo. Unajua shida, kwa mfano ya, ya wanawake wengi, yeye anahesabu mambo, yaani sio ya siku moja, mara mia nne tisini. ah ah, anahesabu ya mwaka jana ya mwaka huu matukio tofauti tofauti ulioyafanya kwa namna tofauti tofauti yanaingia kwenye hesabu yake ya makosa. Kwa hiyo kila unapofanya kosa moja anakumbusha, unakumbuka mwaka jana mwezi wa nne, unakumbuka mwaka jana mwezi wa nane, unakumbuka kwa fulani. Una... hasa yale yanasababisha eh, anakuwa na msongo wa mawazo, na ndio maana tunazalisha kizazi cha watu wengi ambao hata afya ya akili haipo sawa, ba afya ya akili inakuwa haiko sawa, na hata vidonda vya tumbo pia vinasababisha kwa msongo wa mawazo mm. Nini kifanyike mamangu? Ah, kitu ambacho kitakuwa kifanyike mm, kwanza kabisa watu wawe na hofu ya Mungu. Mm, yaani watu wawe na hofu ya Mungu pili. Mm, nafikiri watu wanatakiwa wabadilike haswa, watu wanatakiwa wabadilike haswa wanaume. Mm, kiukweli kama vile mnavyojiita kon, kwamba kwa nini sio wanawake? Kwa sababu dunia imekuwa salama na sehemu nzuri ya kuishi baada ya mwanamke kuwa na amani na mwanaume. Hmm. Eh. Ni sahihi kabisa dunia mwanaume? Ni salama kwa sababu ya mwanamke yuko eh. duniani eh. lakini mwanaume anahesabika kama ndo kiongozi mm -hmm. Kao kama kiongozi utatereka kule juu, ina maana mwanamke huku chini atayumba, kwa hiyo wanaume badilikeni. Alafu tuwe na hofu ya Mungu, alafu elimu zaidi, yaani mm. watu wapewe elimu kuhusiana na hofu ya Mungu. hofu mm. imepotea mm. Ndio maana watu hawasemiani, watu wanaikana visasi, watu wanauana, mambo mm. yanakuwa mengi. Mpe mkono dokta, leo amekutibu kidogo <laughs> mkono kwa yangu. Dokta kanitibu nini kiroho, kiroho ameng'ang'ania kwamba chiti kidogo kidogo kidogo. Hapana eh, hajasema hivyo da, ila eh, alikuwa anajaribu kudada vuo na kufafanua. Daktari, kwa nini unangania huo mkono? Mkono eh, mimi nataka mkono kwa sababu <laughs> tushafanya mengi mazuri hapa, kwamba na labda nimwongeze na, ni na ile anaposema wanaume mm. ndio wabadilike. Yeah, mi nasema eh, badiliko linaanza na wewe. Yeah, kila mtu anapaswa kubadilika. Mm, unajua kuna, kuna, kuna uongo mwingi umeshaanza kutapakaa unafanya Eh, mahusiano yawe ya upande mmoja. Sasa hivi tumejenga eh, kitu fulani kwenye dunia ya leo, mahusiano yanaonekana yapo, kila mtu anakaposheni kake. Yaani wanawake wenyewe wamejiweka kwenye upande wa kupokea, wanaume kwenye upande wa kutoa. Kwa hiyo manake anataka message, wewe ndio utume, call, wewe ndio upige, hela, wewe ndio utoe, amani, wewe ndio mpe furaha. Yaani kila kitu ye yupo tu anataka kupokea, wakati mahusiano yapo hivyo, mahusiano ni pande mbili. Kwa hiyo hata msamaha ni pande mbili, ujue kwamba kama wewe unataka kubadilika yule mtu anayetaka kubadilika yule, ubadilike wewe kwanza, halafu uwe u kwenye upande wa kumwona na yeye kwamba anabadilika, kwa sababu kuna mtu mwingine amegoma yeye kubadilika. Kwa hiyo anamuona kila mtu ana tatizo, kwa sababu yeye ndio yupo kwenye upande wa tatizo. Kwa hiyo wabadilike wanawake, wabadilike wanaume, na mara zote iko hivyo, anakuwa mtu ambaye haja hajabadilika anayekuwa upande wa anaona upande wa tatizo na kwa yeye haja hajabadilika. Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha ushi na udhimu wa Kiswahili, Mwende Salim Mwanangu wa Ahmed. Ehe, andazi moja mtu saba aliyokula kala. Eh bwana, tukirudi hapa kwa mara nyingine ukiona nimekaa na daktari hapa, daktari ana maneno mengi sana na na falsafa nzuri, na mi nimependa kwa kweli watu ambao wanakaa nao hapa naona wananifaa. Kwenye sehemu nyingine tukirudi tena tutajaribu kujadili kwamba kwa nini wanawake wamekaa kwenye upande wa kupokea.